Lakini kwamba performance nzuri ambayo ina deserve inastahili kulingana na wachezaji walionao bench la ukundi la kocha Fadlu Davids leo, lakini pamoja na mambo mazuri yote, ni eneo ambayo unapaswa kufanya leo hii mpaka mechi inakamilika. Simba milikiwa mpira overall ilikuwa asilimia msiu, mashuti yalipiga 19, 6 on target, wafunga bao matatu mechi nzima piga mashuti manne shuti moja on target, dakika ishirini na mbili lile la mudafi, ambalo pana kitu pale cha kujifunza, Shamu Karabu na Abdulrazak Hamza, kwa sababu ambaye hajacheza mechi nyingi, wote tunajua walicheza vizuri sana dhidi ya Almasri. Leo hii walikuwa tested, kwa sababu timu inaomiliki zaidi mpira, matarajio muda mwingi na kwa karibu na aa, wao walikuwa kabiliana mashambulizi ya kushtukiza, ndio mtego ulikuwa kocha Malala, imepigwa ndefu katika kutumana sasa, nani atangulie alafu nani amalizie, kwa sababu kuna principles za kuzuia, si ndio? Kuna ambaye mtu anaenda anapiga presha, kuna delay, kuna cover. Sasa Abdulaza Kiamza na Shamu Karabu watakuwa wamejifunza kitu kitawasaidia katika mechi zijazo, ikiwa dhidi ya Stellenbosch, kwa sababu walijichanganya, matokeo yake ilipigwa chenge imewapiga kama wachezaji wote wawili, alafu akafunga bao zuri na mguu wa kushoto Mudafi. Ndio mechi nzima hiyo, shuti moja la kulenga lango, lakini wao mashuti 19 lakini wamishini matatu. Excellent. Unaweza na nafasi walizotengeneza au kuzitumia sahihi kasoani naktaiao mfano baada ya kipindi cha pili kuanza, dakika 8 l Mbida alipata nafasi yeye na kipa Hashim musa akosa, dakika ya hamsini na tatu akuwa yee alikuwa ni awesuawesu awesu, yeye na goli kama ulo mpia unakumbuka juu ule ulikuwa kwa kiwango na uwezo uwezoaweswes na suja fundi sana pale, angetulia. Kama dakika hamsini na tisa Lionel Ateba Mbida kamfija eh, David mwasa namba 15 na yeye na kipa sasa, shamfi ya mtu yeye na kipa ndani ya six yards, kama sikosei, toa, ya kapiga shoti mtoto, ilikuwa ni kama back pass ambalo Hashim Musa kauokota. Unakumbuka vizuri dakika 59. Dakika sabini Lionel Ateba Mbida Mungu alisamea wa na wala sinielewi vibaya. Yeye anafanya kama mfano wa Simba. Yeye kama mfano sio kama namshambulia. Tumeelewana vizuri kwa sababu mshambuliaji au mchezaji kupata nafasi kutaka kufunga huo pao ni uwezo. Wewe hapa. Aita msta? Sostene. Wewe unaweza kamaliza dakika 70 usipate hata nafasi ya kukabili pia. Ateba Mbida ni fundi anajua pa kusimama. Mpira kuweka wavuni inabidi aongeze ubora huu. Kwa sababu dakika 70 kapata tena nafasi kakosa. Dakika 72 kapata tena nafasi kakosa. Edwin Charles Balua kapata tena nafasi kosa. Yaani ushindi mnono 3-1 katika futiboli, nataka afunge mangapi? Lakini kwa namna walivyocheza wangeweza kufunga mabao mengi zaidi, na hiki kina reflect kina kina, kina akisi hata kwenye ligi kuu za bara. Simba mechi 22, si ndio? Ndio, dakika 1970, wapiga mashuti 246, 168 on target, wana goli ngapi? 52, idadi nzuri ya mabao, lakini wanacheza nafasi nyingi kwenye kombe la shirikisho mpaka baada ya mechi dhidi ya Almasi, Simba ni miongoni mwa timu zimefika sana kwa wpezani, zimefanya majaribio. Simba wanapiga mashuti 138 alafu ya kulenga lango mashuti 39 mabao kumi kumi. Ukiweka kuna kitu kinaitwa goal conversion rate, kama kipimo cha namna mnavyojitembea hadi ikifika kwenye final third, eneo la mwisho mnalitumiaje Unachukuaje hapo kwa watu ambao hesabu zimewakimbia kidogo, utawakumbusha ni asilimia hizi, arithmetic e, ni unasema elementary, ni hesabu rahisi, darasa la tano. Chukua kumi mabao ulifunga chini, weka mashuti uliyopiga nimekuambia mangapi, zidisha kwa moja, utapata goal conversion rate ya asilimia saba. Yani, kwa hiyo ukipiga mashuti mia unafunga goal saba, si mmenielewa vizuri? Kwa hiyo hapa sasa unaona huruma mwalimu Fadlu Davies, unaona huruma benchi kwamba Makocha siku zote kazi yao ni kuwezesha timu iwe kwa low block, yani, wanazuia kutoka chini na shambulia kwa kushtukiza, iwe possession style of play wao wanamiliki zaidi, Barcelona style, au Manchester City ya Guardiola, wafike eneo la mwisho wa kuadhibu. Kocha ukiona mchezaji timu inafika mpaka eneo la mwisho kwa majaribio, hapa kocha kazi yake inakuwa imeishia pale. Mwisho yule wa mwisho, mchezaji binafsi, individual, tusikariri kwamba ni washambuliaji modern football. Wakufunga sio lazima awe mshambuliaji kati, awe kiungo awe beki yeyote whoever, akiwa pale pale, tunamtegemea yeye. Sasa kama taifa kama klabu kama kikundi cha chochote kile chenye timu kwenye bonanza, aweke mpira wa kuni hapa, kocha anatulia, maskini ya Mungu, shughuli yake imeisha, kwa sababu ashafika eneo la mwisho. Simba best katika kufika eneo la mwisho hapa eh, hambo Uh, ni kama kila kitu ambacho watu wengi walikuwa wanatamani ni, ni is... is... kufunga, kufunga, ni sehemu ambayo atabidi kwa sababu tunakatika, lakini bahati nzuri ni kwamba washambuliaji huwa wana majukumu mengi uwanjani kuliko kaeta mpira wa mguu. Ateba anachopenda, kwanza anapenda migongano, anaweza kuwatoa kwenye mstari na beki wawili wakati timu pinzani, alafu akajijishwa kidogo tari akajazia shahua akaja kibu Dennis Prosper, akaja limpa kidogo sana, akaja Fabrice Lomba Ngoma Tebora Fernandes Mavando akatumia nafasi wakati Lionel Ateba Mbida namba 13 bungoni, sio amewachukua mabeki watatu, amini ni mabeki wakati wawili, hilo ni jukumu, lakini ni secondary. Primary jukumu <laughs> ni kuweka mpira wavuni. Bahati mbaya makocha waangalie kile unachoangalia wewe, wewe unaangalia mabao. Lionel Ateba Mbida mabao manane manne penalty tena moja na kosi ndio lakini mwalimu pengine angalie hilo tukaaga na mchango mwingine ambao unasababisha timu inapata fursa kuweka mpira kwenye goli, nadhani hapa mj kwa namna ambavyo yupo kwenye sehemu nzuri championship, ya uwezo ambao unaonyesha leo yawezekana yuko tayari kuja kupambana msimu akua kwenye shapan ila ana nafasi nzuri nzuri. Yuko, uzuri, yuko. Yes, wanaweza kwa sababu kumbuka, wamecheza na Simba ambayo ni timu ya nne kwa ubora barani Afrika, tunapozungumza wana alama 43, yani Simba kwa ubora barani Afrika, klabu za mpira wa miguu zote unazijua wewe, kwa sababu custodian ni mpira wa miguu, migu ni kafu, kwa taratibu za kafu kuangalia performance ya misimu tano iliyopita, ya kwanza Al Ahly ndio tunajua vizuri point 78. Ya pili Mamelodi Sundowns wana point 57. Ya tatu Esperance de Tunis ina point 57, lakini taratibu za kafu point zikilingana yule ali score aliyepata point hivi karibuni zaidi ndio ndo anakuwa juu kuliko wengine. Mamelodi ndio alomtoa Esperance de Tunis. Kwa hiyo ukitoa hizo timu inayofuatia Simba, Bea City, wagonga nyundo wako championship Sawa, wanafanya vizuri, wako nyuma ya Mtibwa Shuga, mwenendo mzuri, si ndio? Wamefunga mabao 56 sio, wame mabao 56 maana wanafunga bao kila baada ya dakika 45 na sekunda 48 na sawa, lakini wakutana Simba kwaos Bia City na wachezaji ambao wana uzoefu kwa kukuta kwenye bara. Na ndio maana kuna wengine walipocheza na Bia City iliwapalia kwa sababu wale jamaa kikosi kimeanza leo zaidi ya asilimia 50 ni wazoefu kwenye ligi kuu. Tunamjua Peter Mwalianzi, tunamjua Daniel Kandami, tu mfano, unamjua Mwase ule nahoa a wako wengi tu ambao wana experience na Idi, lakini wakutana na Simba ambayo iko kwenye kiwango bora. Kwa hiyo walichofungwa, mpango kazi wa Mwalimalale hamsini ulikwenda vizuri, lakini wacheza na la Simba ambayo katika mpira wana wako wanapiga, wanapiga. Matokeo yake kwa uchezaji ule, ikitokea wamepata ligi kuu Tanzania bara, tutegemee mshindani wakia wako.